Bila shaka mtazamaji, jioni ya leo taifa linamwomboleza aliyekuwa waziri mkuu na kinara wa ODM Raila Amolo Odinga aliyeaga dunia mapema hii leo. Odinga aliyekuwa akipokea matibabu katika hospitali moja nchini India amefariki asubuhi akiwa kwenye matembezi, na kama anavyo Emmanuel to, Raila aliaga dunia baada ya kupata mshtuko wa moyo mwendo wa saa mbili unusu asubuhi saa za kochi India, ambayo ni saa kumi na mbili saa za Kenya. Raila Amolo Odinga aliripotiwa kuwa kwenye matembezi asubuhi katika hospitali ya ayurvedic kabla ya kupata changamoto za kupumua na kuanguka ghafla, ripoti kutoka katika hospitali hiyo zikisema madaktari walijaribu kumfanyia huduma ya kwanza bila mafanikio na maji alipozidi unga Odinga alikimbizwa katika hospitali ya Deva Matha mjini Kotha Tukulam alipotangazwa kuaga dunia mwendo wa saa tatu na dakika 52 saa za mji huo, ambayo ni saa moja na dakika 22 saa za Kenya. Dakika chache baadaye mwili wa Odinga ulionekana ukisindikizwa na madaktari wa hospitali hiyo We Continued, uh, CPR and other measures. We couldn't make him. Baadaye jioni jeneza ambalo lilikuwa limebeba mwili wa hayati Odinga lilisafirishwa kutoka hospitali ya Deva Matha hadi chuo cha matibabu cha Kerala ambapo litasalia kwa sasa hadi litakapochukuliwa na kikosi cha Kenya ambacho tayari kiko angani kuelekea nchini India. A delegation comprising government officials and family members led by prime cabinet secretary Musalia Mudavadi is leaving immediately for india to facilitate proper organization in the repatriation of the remains of our brother bendera zote sasa zitapepea nusu mlingoti kwa wiki moja ijayo hadi odinga atakapozikwa i have declared a seven day period of national mourning during which the national flag shall fly at half mast across the Republic of Kenya and in all our missions abroad. Rais Ruto amemwomboleza Odinga kama mzalendo ambaye mchango wake wa kitaifa utadumu kwa miaka na mikaka. Kamati ya mazishi itakayoongozwa na naibu rais Profesa Kithure Kindiki na nduguye Odinga Oburu Oginga tayari imeanza maandalizi. Emmanuel Toro, Runinga ya Citizen.